Asilimia kubwa watu wenye pesa ndo wanaongoza kuwa na maradhi, kwa hiyo nyewe wadada, kuweni makini na tamaa zenu. Maraya si maraya, na bora mngekuwa maraya, kwa sababu umaraya ni biashara kama biashara nyingine. Ndio maana bei zao tunazijua, elfu tatu mbili, mia tano unapata safi, lakini nyee na tamaa zenu hamweleweki. Kwenye umaraya mpo, ila kwenye pesa mpo jana, hamna utofauti na wale walioanzisha matukio. Alafu akatuachia tukio hey. Umenipata sijui eh, lazima muambukizwe kwenye zile pushani za nikupe unipe nikupe labda. Hey, mjanielewa, yaani nikupe pesa oh. Unipe penzi halafu nikupe razi hmm. Kwa nini namweleweki? Kwenye pesa mpo, ila kwenye kukiuza kijiweni ya yampo, lakini yote tisa, shida iko pale kumpata mpenzi wa ukweli. Hata ingekuwa sam umpati, labda miaka ile, sio hii, atoa pepempe Watu wenye sasampo wameathirika nyie, na wana mapenzi ya kudumu, halafu ni madomo zege kama chipsi. Utasikia pesa inaongea. Hi, unakuta mtu mwenye pesa anatongoza anamwambia demo, eti achana nao maskini, njo kwangu ntakupa kila kitu. Inamaana hata neno na Hi, <laughs> kwa mba, kupenda hatuna kweli. Kwa nini mtukandie? Mnashindwa kujitetea wenyewe kwamba mimi nimekupenda dadangu, nina pesa nina maradhi, uone utakubaliwa, lakini mnajitangaza na pesa, maradhi okay, mnayaficha kama 20% mmemwachia nani? Hatari, na nyie ndio mmeharibu system ya maisha okay, mpaka mapenzi mmefanya. <laughs> Maskini tutetee <laughs> hisia zetu bila kujali muonekano. Mtu mevaa kindara cha gesti, halafu namfuata mdadu, namwambia ukinikubalia nitakununulia wow, ndege. Uifanye kama daradara mpaka unajiuliza ndege kuku au ndege mwewe. Anyway, kikubwa yote ni ndege. Zamani mapenzi yalidumu kwa sababu walikuwa wazidiani sana. Unakuta huyu ana mia, huyu ana mia mbili. Hawezi kumwacha wa mia hata mfuate wa mia mbili kwa sababu distance ni kidogo. Hmm? Lakini sasa hivi huyu ana laki moja, yule ana laki tano. Wa laki tano akisema mcheke wa laki moja kwamba kamzidi. Kuna wale sisi ambao hatuna chochote. Tutamkumbusha hata mbuyu ulianza kama mchicha. Ila cha ajabu sisi bado ni sisi. Hii na wanasema mtaka yote, ukosa yote. Sasa kwa nini wanawake wanataka huwa na pesa? huwe na majumba halafu na nguvu za kiume. Ina maana anataka, ndio maana unaambiwa, kosea yote ila usikosee kuoa wala kuolewa. Kwa hiyo rizika na chako na wale warizike na chao, ila ukisema wache chako ufate chao, chako unakiacha na nani? Haya, mimi napita jamani, mimi napita.